Mwenyezi Mungu. Ana, Bukoba, Mbeya, kwa maana nimesafiri kutoka Bukoba mpaka Mbeya kwa ni ndefu lakini tunamshukuru Mungu wote tuko salama. Sofa imechekesha ni ngumu. Sababu Tanzania Prisons na na wachezaji wazuri na ukiangalia katika mazingira ambayo ipo sio mazingira salama kama ambavyo sisi wenyewe mazingira yetu tulikuwa nayo. Hivyo inaenda kwa mshingo mgumu sana. Naona tazali ni kwamba lazima tuwaheshimu wapinzani. Hatuwezi kuenda kumchukulia Tanzania Prisons kama ni underdog. Wote tuko nafasi ambayo sio nzuri, kwa hiyo ndio watawazali ya kujua kwamba tutakutana na mtu pia ambaye ni bora. Ah, sasa sometimes matokeo ya yanakuja kutokana na upepo. Unajua kila mwalimu ana ana fursa yake, haina maana kwamba mwalimu anapotuandaa anapoiko ametuandaa kwa ajili ya kwamba labda, uh, labda mbinu zake zinaweza kufanya sisi kukosa matokeo, ila samtemo upepo unatokea ligi kwa sababu ni ngumu, nashinda kupata matokeo ambayo tuliyatarajia. Walimu wote ni wazuri, kwa sababu mkata haitopushi kadiri ya uwezo, lakini matokeo yalikuwa nashinda kupatikana. Akaja kocha Medo, naye akajaribu kupushi kwa nafasi yake, kwa anapata matokeo, lakini bado upepo ukawa mzito kwa juu yetu, lakini Mwenyezi Mungu alitujalia Juma Kasaje, naye kaja akiungana na Tim Felix, tumepambana kadiri uwezo upepo Mwenyezi Mungu amaamua kutuwekea upande wetu.